Tuko hapa Arusha kwa ajili ya mafunzo ya mawakili wa serikali na wanasheria wote wa serikali na leo tuko siku ya pili. E, ujumbe ambao nilikuwa najaribu kutoa kwa wanasheria wote wa serikali pamoja na mawakili wa serikali, utaona kwamba katika mafunzo haya na lengo letu kubwa, tunataka ku-advance legal excellence for sustainable development, kwa maana ya kwamba unataka kuhakikisha kwa kwamba ubora katika huduma za sheria unakuwa mzuri ili kuleta maendeleo kwa taifa letu. Sasa, tunapozungumzia ubora katika huduma za sheria kitu cha kwanza kabisa kwa mwanasheria kuzingatia ni kuhakikisha kwa kwamba kila jambo unalifanya kwa wakati na bila kuchelewa. Kwa hiyo, kuanzia wewe mwenyewe unavyohudhuria katika eneo husika kwa wakati lakini na kulishughulikia jambo hilo au huduma hiyo unaitoa kwa wakati, lakini na kwa kuzingatia ubora pia. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kwa nchi nyingi sana za, za, za Afrika na zile zinazoendelea watu kuwa na ugoigoi yani hawako, hawako haraka sana katika utoaji huduma. Kwa hiyo ile kauli mbiu yetu ya weledi na ubora itakuwa ngumu sana kuifikia kama sisi hatutafanya kazi kwa haraka na kwa wakati. Tukisema kwamba mkutano unaanza saa mbili, basi saa mbili, kama ni wanasheria, wewe unatakiwa kabla ya dakika kumi umeshafika na yale maandalizi yote mahususi umeshayafanya na huduma yako unaoletoa, basi unaitoa kwa wakati. Usipofanya hivyo unazaa una, una, una kitu fulani, yani ni, ni ugonjwa tunasema procrastination yani ugonjwa wao wewe kuchelewachelewa, yani vitu unafanya kwa kuchelewa, unaviahirisha ahirisha tu bila sababu ya msingi. Kwa hiyo matokeo yake sasa, wateja wanakosa huduma na huduma zile zisipotolewa, zinaenda kuwa na athari katika biashara, zinakwenda kuwa na athari katika ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo tukasema kwamba pamoja na mafunzo haya ambayo tunaongeza tuna, tuna, tuna umahiri wetu katika sekta ya sheria lakini vilevile vile tunataka tunoe na mfumo fikra wetu kuhakikisha kwamba sisi ni watu ambao tunafanya kazi zetu kwa haraka kwa ubora bila kuchelewa chelewa, kwa sababu unapofanya hivyo unaleta athari kubwa sana katika maendeleo ya taifa, bila wewe mwenyewe kujijua. Kwanza wazungu wawe mahiri sheria wajue tatizo wanalolitolea ushauri na waliwasilishe kwa weledi kwa kutumia lugha rahisi inayoeleweka na wadau au mdau husika, na kutotumia lugha ambayo itamfanya mtu ashindwe kuelewa ushauri wake, ikiwa ni pamoja na lugha ya maudhi au lugha ya kukera. Kwa kufanya hivyo ushauri utamfikia mdau kama ulivyo, na utamwelimisha na utamsaidia kutatua changamoto aliyonayo. Kwa hiyo sasa, katika kuhakikisha tunaongeza huo umahiri na tija kwa, kwa serikali ndiyo maana tukaona tuje na haya mafunzo ambayo haya mafunzo ni mahususi kwa ajili ya mawakili wa serikali na yanalenga zaidi kuwapa ujuzi katika kazi.